Mchezo kuwa kuwa rais kwa sababu kwanza ya weather ya muda wa mechi ilikuwa kidogo ni mzigo kwa upande wa wasichana, jua kali sasabaa u ni wasichana inakuwa ni hadi, alafu tumekutana na mpinzani mgumu. Kumbuke msimu uliopita mpinzani alisababisha tutochukua ubingwa alikuwa ni yule, kwa hiyo tunajua kuwa tunakutana na timu mgumu. Kwa hiyo lakini tunashukuru Mungu, tumepata matokeo na kuweza kuendelea katika hatua aufatu wa fainali. Kocha Shavi, hali ya nuka Aisha inaendeleaje mara baada ya kupata majeraha? Pengine watu wamekuwa na wasiwasi kuelekea fainali hiyo uh, ishu nadhani ndio imetokea sasa hivi. Kwa hiyo tunarudi kempu tunarudi, tunarudi, tunarudi mazoezini na imani. Timu ina msemaji uh, madaktari wameona, kwa hiyo itatolewa taarifa baada ya kupimwa na kuonekana majeraha yake. Maybe anaweza akacheza fainali au anaweza akapumzika, telefoni kwao, tusubiri ripoti ya daktari atasemaje. Na upande wa namba tatu tumeona Aisha Umari amekuwa na overlap sana, kwa maana ya kwenda kushambulia na upande huu unamona Ngosa anakuwa narudi kama vile kukava hii, niko najiuliza na ni kulingana na mpinzani Mashujaa ama ndio plani yako ambayo ya utaenda nayo pia katika mchezo ambao unafuata? Kwenye futbali uh, sisi tunatengeneza timu kwa sababu ya mpinzani. Kwa hiyo mm, Mashujaa tunawajua mm, uh,